Napenda kutoa taarifa ya kupatikana kwa padri Camelius Alon nikata kama ifuatavyo. Tarehe tisa mwezi wa kumi 2025 jeshi la polisi mkoa wa Ruvuma lilitoa taarifa ya kupotea kwa padri Camerius Nikata wa jimbo kuu Songea ambaye pia ni mhadhiri wa chuo kikuu cha mtakatifu Augostino Tanzania, yani Sauti Mwanza. Taarifa ni kwamba baada ya kupotea kwa padri huyo makachero bobezi wa jeshi la polisi mkoa wa Ruvuma walianza kufanya upelelezi wa kina, kama walivyokuwa maidi kumtafuta padri huyo kwa kutumia njia zote za upelelezi. Kufuatia upelelezi huo, leo tarehe 17 mwezi wa 10 2025 padri Camillus Nikata amepatikana kwenye mashamba ya kijiji cha Mawa Mawa iko kata ya Hanga Hanga. Hii ni sehemu ambayo ni nyumbani kwao Padre Camillus Alon Nikata. Padre amepatikana ni akiwa hai, akiwa mzima kabisa, akiwa hana jeraha, akiwa na nguo zake zote alizotoka nazo kutoka uh, jimboni siku ile jioni akiwa na kile kibegi tulichowaambia kwa taarifa ya kwanza alitoka nacho, kikiwa, kikiwa, kikiwa pale. Na lakini padri anapatikana akiwa mazoofu kwa njaa baada ya kutokula kwa siku nyingi na ambazo alikuwa akishindia karanga na maji. Aidha, padri huyo amekutwa na begi lake dogo liondoka nalo ikiwa limeanza kuliwa na mchwa. Amekutwa ha na hati ya kusafiria ha mkutwa na kitauro ambacho alikuwa anatandika chini akitumia kulala kulalia. Pia amekutwa na pesa taslimu shilingi elfu kumi na tatu mia tano. Amekutwa na saa yake ya mkononi ikiwa iko safi kabisa. Amekutwa na miwani, amekutwa na dawa za paracetamol, amekutwa na simu yake akiwa ameizima. Vile vile amekuta na funguo mbalimbali, ikiwepo funguo ya chumba alichokuwa analala jimboni kabla ya kujipoteza. Hali ya padri Nikata inaendelea kuimarika baada ya kupata huduma ya kwanza na sasa yuko hospitali ya mkoa wa Homso akipatiwa matibabu. Aidha, jeshi la polisi mkoa wa Ruvuma linathibitisha pasi na shaka kwamba padri Camelius Aloni Nikata hakutekwa bali alijipoteza yeye mwenyewe kutokana na msongo wa mawazo kwa sababu nilizozitaja hapo juu.